wana vipando vinakimbia sana kuliko vya kwetu, lakini hawakupata taufiki ya kuwahi na kukimbilia katika khairi hii ya kudiriki salatu aljumaa wala nguvu zao hazikuwasaidia, hazikupata taufiki ya kuwafikisha katika ibada hii ya Ijumaa. Kwa hivyo, mimi na wewe kufika hapa ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im, hii pia ni katika neema ambazo tunatakiwa kuziandalia shukurani kwa Allah tabaraka wa ta'ala, vinginevyo tutakosa majibu ya kujibu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wako wengi wenye madigri, wako wengi wenye ma phd, wako wengi ma profesa, lakini Uprofesa wao na uduktura wao haukuwaonesha ku, haki ya Uislamu. Tazama fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, pengine wewe hata darasa la saba huna lakini umekuwa Muislamu na unadiriki maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na unaacha makatazo yake. Yule mwenye maprofesa yake ambaye anafundisha watu katika vyuo vikuu hajawahi kuona neema ya Uislamu pamoja na kusoma dunia yake yote mashariki na magharibi pamoja na kutembea dunia yote mashariki na magharibi, hajawahi kudiriki katika akili yake kwamba kuna neema kubwa ambayo ni Uislamu, naye anatakiwa kuwa Muislamu. Halijawahi kuingia katika akili yake, dhalika fadlullah hii kwetu sisi ni fadhila ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo, ndugu zangu, katika imani, unapokuta wewe umediriki ibada katika ibada alizoziamrisha Allah subhanahu wa taala, si kwamba wewe ni alim sana, si kwamba wewe una unaona una, una, una sana au wasikia sana kuliko wengine, bali ni taufiqi ya Allah tabarak wa taala, kwani wapo wenye vyenzo na vi, na vigezo vya kuidiriki neema hiyo ambayo unayo tena kwa ubora zaidi

aliposema ya ayuha alladhina amanu, enyi mliyoamini, ittaqu llah, ncheni Allah, Allah tabaraka wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, na nafsi zenu ziangalie. Kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja katika neema alizoneemeshwa, kuanzia neema ya wewe kuwa Muislamu, wewe kuwa hai, wewe kuwa binadamu, mpaka zile nyingine zote. Waltandhuru nafsu ma qaddamat lighad, angalie mwanadamu katika hivyo vipawa alivyopewa na Mola wake, ametanguliza nini kitakachomsaidia kesho? katika akili uliyo nayo imekusaidia nini umeandaa nini, ume nini kitakachokusaidia kesho? Katika nguvu ulizo nazo unazitumia vipi katika maandalizi ya hali itakayokukuta kesho? Katika mali ulizo nazo umetanguliza nini katika kile kitakachokusaidia kesho? Allah tabaraka wa taala kwa kutupendelea akatupa kauli hii iwe ni ukumbusho kwetu. Wadhalika dhikra lildhakirin, na huo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka. Ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, mcheni Allah, na muangalie na kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Ndugu zangu katika imani, sisi wenyewe ni mashahidi wa maisha yetu. Leo hii kila mwanadamu yuko katika mipango ya mustakabali wake. Kuna mwenye kutoa pesa zake nyingi kumsomesha mwanaye ili kesho aje awe bwana mkubwa katika dunia. Kuna mwenye kufanya mipango yake akanunua mashamba yake ili asiwaache watoto wake kuwa ni maskini. Mwingine akanunua mang'ombe, mwingine akanunua magari, mwingine akanunua majumba. Ala kulli hal, kila mmoja ameweka mipango ya kuangalia kesho ataishi vipi na familia yake Bali kwa wale waliokwenda mbali zaidi, mwingine huajiri kabisa watu wa kuhesabu mali zake, watu wa kupanga mikakati yake. Unakuta mwingine ameweka tate kabisa mwaka mzima atafanya kadha wa kadha wa kadha. Leo ukienda katika ofisi ya waziri utakuta chati ameweka, mwezi fulani atasafiri sehemu fulani, wiki fulani atakwenda sehemu fulani, na kuna kazi moja mbili tatu, mwaka mzima ameweka kazi zake katika ubao wake. Yeye ni kuangalia tu leo unatakiwa kufanya nini. Waltandhuru nafsum ma kaddamati lighad, hayo ni yetu ya kidunia ambayo tumeyaweka kwa ajili ya kesho. Mwingine kaajiri karani, anamhesabia mali zake na kuzipanga stok, anapanga store yake vizuri. Wako wataalam leo wa kupanga maduka ya watu vizuri, wako wahasibu wazuri. Anayaandaa haya mwanadamu ili kwa kuogopa kesho asije kufilisika. Unaweka karani mzuri atakayekupangia kupangia mali zako vizuri, akaziratibu vizuri, ili usije ukafilisika, mali zako zikapotea hovyo, kesho ukawa masikini. Unamwandaa mwanao vizuri, akasome ili kesho usije kudhalilika, tena na wewe mwanao akununulie gari, akujengee nyumba nzuri, akufanyie kadha wa kadha. Haya ni katika yetu ya kimaisha ya kidunia, lakini Allah tabaraka wa taala hakuyasema haya Meyasema yale yatakayotukuta kesho, yauma la yanfau fihi malun wala banun, siku ambayo mali ulizo nazo watoto unaoandaa leo, mali unazoziwekea makarani na wahasibu, la yanfa, hazitanufaisha chochote siku hiyo. Ndio hapo Allah anasema waltandhuru nafsum ma qaddamat lighad, kila nafsi iangalie imeandaa nini kwa ajili ya kesho. Hebu kila mmoja arejeshe, endapo wewe leo ukapumba macho ume, umeandaa nini kesho? Kesho inayosemwa hapa ni kesho tutakaposimamishwa kwa Allah, tabarak wa taala. Wa inna yauman indahu ka alfi sanati mima taudun, ni siku ambayo urefu wake siku moja ina urefu wa miaka alfu moja katika hesabu zetu. ni siku ambayo la yanfau fihi malun wala banun, na mali zinazotuhangaisha watoto wanaotupeleka mbio hawatanufaisha chochote, hawatasaidia illa man ata llaha biqalbin salim, isipokuwa atanufaika na ataboreka yule atakayemwendea Allah kwa moyo uliosalimika. Tizameni leo, karo za shule zinatupeleka spidi kiasi gani? Hatulali nini? tunaandaa watoto lakini leo nafsi yako vipi? Wewe umeshatoa siku ukalala ukakosa usingizi kwa ajili ya kujiuliza kesho utakutana na Mola wako katika hali gani? Majumba yako ulionayo, kuna nyumba umeichagua kwamba hii kusaidie kesho mbele ya Allah? Pesa zako ulizonazo umetenga asilimia ngapi zitakazokusaidia kesho mbele ya Allah Ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat, Allah anasema mcheni Allah na kila mmoja aangalie ametanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Wattaqullaha, na mcheni tena Allah, inna allaha khabirun bima taamalun, Allah ana habari ya yote mnayoyafanya, mahesabu yenu, ukuogopa kwenu ufukara, kuogopa kwenu kufilisika, yote khabirun bima taamalun, yote mnayoyafanya Allah nayajua anayo

anasimulia hadithi kutoka kwa mjumbe wa Allah, rahma na amani zio juu yake, anasema: amesema mtume wa Allah, rahma na amani zio juu yake, ma minkum min ahadin, hakuna yeyote katika nyinyi, illa wasayukallimuhu Allah, atasimamishwa isipokuwa atasimamishwa mbele ya Allah na Allah ataongea naye mtu huyo, laisa bainahu wa bainahu tarjumani, hakuta kuwepo mkalimani kati yao Iwe mimi iwe wewe iwe yule iwe wale. Laysa minkum ahadin illa sayukallimuhu Allah, laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Kila mmoja wetu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila mmoja wetu atasimamishwa mbele ya Mola wake, atazungumza na Mola wake pasi na kuwepo mkalimani kati yao. Ndio hapo mwanadamu atakaposimamishwa mbele ya Allah, fayandhuru fi ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Baada kile kiwewe cha mwanadamu atakaposimamishwa mbele ya Mola wake, ataangalia kushoto kwake kuona kama kuna msaada, fala yara illa amalu, hataona isipokuwa ataona matendo yake machafu aliyoyatanguliza. Wa yandhuru fi amana min na naataangalia kulia kwake fala yara illa ma qaddam, hataangalia hataona isipokuwa ataona matendo yake mazuri aliyotanguliza. Ya wa yandhuru beina yadai, na ataangalia mbele yake fala yara illa an nara tilqaa wajhi, hataona hata isipokuwa ataona moto ndio uko mbele yake. Chukua picha, umesimama hapo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Masahaba wakamuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya rasulullah kayfa yukalimu Llahu an-nasa kulluhum au kulluhum wahidan wahida, vipi Allah ataongea na mamilioni mabilioni ya binadamu hawa mmoja mmoja? Mbona ni kazi kubwa? Akawajibu, riwaya nyingine nasema ni kauli ya Ali ibn Abi Talib, akawajibu akasema: kama yarzuquhum fi sa'atin wahida Allah ataongea nao, na ni jambo jepesi sana kwake, kama unavyoona, na waruzuku katika saa moja, unavyoona wanaruzukiwa kwa saa moja hiyo hiyo, muda mmoja, wote umekula, wameshiba, sahani zimeondolewa. Hivyo hivyo ndivyo Allah ataongea nao, kila mmoja kwa nafasi yake. Wewe hutasikia ya kwangu wala mimi sitasikia ya kwako. Mwanadamu ataangalia kushoto kwake hataona isipokuwa ni yale aliyoyatanguliza. Ataangalia kulia kwake hataona isipokuwa kitu cha kumsaidia, ya ni yale matendo aliyoyatanguliza. Kila kiangalia na yaona hayatoshi, wayandhuru baina yadaihi fala yara illa nnara tilqa wajhihi

na jumla ya yote ni hiyo siku ambapo tutasimamishwa kwake, tutaulizwa. Ataitwa mwanadamu, ataulizwa, we ndio fulani gunu fulani? Naam. we ndio ulimiliki moja mbili tatu? Naam. wanyama wakakutii, ndio ukaswaga mang'ombe makubwa makubwa matembo yote ukayafuga, ukayamiliki? Naam, ni mimi. Atakiri neema hizo, neema hizo atazikiri. Kisha atamwambia wewe ndio ulifanya kadha wa kadha wa kadha, atasema naam. Je, aalimta annaka sayulaqi satulaqini, ulifahamu katika akili yako kwamba iko siku utakutana na mimi kwa stahili hii? Mwanadamu atasema la, hapana, haikuingia akilini hata siku moja. Allah atamwambia alyawma ansaka kama nasita, leo nitakusahau kama ulivyonisahau. Huyo moja kwa moja amekwenda wapi? Motoni. Allah atamwambia, na mimi leo katika rehema zangu, katika misukosuko hii nimekusahau kama ulivyonisahau, atamkejeli kwa staili hiyo. Mwanadamu atakuwa ameingia katika hasara. Ataletwa mwingine, atauliza, wewe ndio fulani bin fulani? Atasema naam We ndio ulineemeshwa moja, mbili, tatu? Akasema naam. Ukamiliki akasema naam. Ukaoa akasema naam. Ukazaa watoto akasema naam. Ukawa bwana mkubwa akasema naam. aalimta annaka satulaqi, je, katika yote hayo uliweza kupata siku kukumbuka kwamba iko siku utakutana na mimi? Atasema la, atasema naam, ndiyo. Atamuuliza famadha a'dadt Umeandaa nini? Umeandaa nini? Yule mwanadamu kwa kuwa ni mwingi wa maneno, ni mwingi wa kujitetea, atasema niliswali, nikatoa zaka, nikafunga, nikahiji, nikafanya kadha wa kadha wa kadha. Atayakana mabaya yake kana kwamba hakuyafanya, atataja mazuri tu. Allah tabaraka wataala ndipo anasema Hapana, we ulifanya moja mbili tatu mabaya. Atasema ya Rabbi, mimi sikuyafanya. Anamwambia nikuletee mashahidi. Binadamu ataangalia, atasema kulia kushoto, haoni shahidi. Anajiuliza, itakuwaje shahidi atatoka wapi? Ndipo Allah anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yajzibun. Atamfunga ulimi mara atasikia, hawezi kuongea hapo ndipo vitatamkishwa viungo, mikono itazungumza, miguu itazungumza, kila kiungo kitazungumza katika yale ambayo ulikuwa ukiyafanya na ukajisahau kumwomba Mola wako msamaha, ukafa hali ya kuwa uko katika yale maovu, ndipo itapatikana hukumu ya kumhukumu mwanadamu, na mwanadamu atalalamika, atawaambia viungo wake, wewe mikono, una ujinga gani? Wewe miguu, umekuwa mjinga gani? Mimi nilikuwa nahangaika kwa ajili yenu, vipi nyinyi mnanitolea mimi ushahidi? Waqalu lijuludihim limashahidtum alaina Watasema kuambia viungo vyao mbona mmetotolea ushahidi wakati tukichomwa na nyinyi mwachomwa? qalu antakana llahu alladhi antaka kulla shay. Viungo vitasema hatukuwa na namna, aliyetuzungumzisha ni Allah ambaye amezungumzisha kila kinachozungumza. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema hapo mwanzo, twende na aya moja tu leo

Unapoweka mikakati ya kusomesha watoto wako basi, hakikisha ndani ya masomo anayowapa watoto wako kuna uwezekano wataweza kusema rabbi ghfirli waliwalidayya Hakikisha katika watoto wako kuna mtu ana moyo wa kuweza kusema rabbi ghfirli waliwalidaiya, ya rabbi, nisamehe mimi na wazazi wangu, warhamuhuma kama rabbayani saghira, na uwahurumie kama walivyokuwa wakinihurumia wakinilea ni, nikiwa mdogo. Kwani imekuja hadithi kwamba yawezekana mtu akafa na madhambi mengi na siku ya Kiyama akafufuliwa hali ya kuwa hana madhambi akaenda katika janna yeye mwenyewe atashangaa, atamuuliza Allah tabaraka wa taala, ya rab, vipi mimi, mbona nilikufa nikiwa mchafu leo niko msafi? Watamwambia bi duaa ya auladika, wewe umesafika kwa dua za watoto wako. Baada ya kubaki duniani, walibaki wakisema ya rabbi, msamehe baba yangu, ya rabbi, msamehe mama yangu. Maandalizi hayo tunayo ndio Allah anakusudia walitandhuru nafsum ma qaddamat lighad. Waangalia katika maandalizi, unapoandaa wanao kusoma madigrii, wanao kuwa wakurugenzi, wanao kuwa maprofesa, unawatia nini katika kile kitakachokufaa kesho katika ilmu zao? Yani na wewe upate nasibu, upate kiwango katika ilmu ambazo unawapa watoto wako. Unapoandaa mali zako ukaziwekea muhasibu akaziratibu na akazipanga vizuri, basi katika hizo zinazopangwa umeweka kiasi gani kitakachokusaidia kesho? Waltanzuru nafsu ma qaddamat lighat. Kila mmoja katika maandalizi yake angalie kesho itamfaa vipi, ametanguliza nini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hali kadhalika Mtume ndipo akatwambia kila mmoja atasimamishwa mbele ya Mola wake ataulizwa neema moja baada ya nyingine. Almuhimu, anachokitaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni kujiandaa. Hujakatazwa kula nyama, hujakatazwa kula mbuzi, hujakatazwa kula pilau, lako la sije kaeleka vibaya kwamba sasa Uislamu hautaki tule vizuri, tuandae kaburini tu. La, katika kula kwako vizuri, kesho umeyandaa vipi? una yatima unaye ndani kwako, anakula vizuri kama unavyokula wewe, hiyo ndo kesho yako. Jirani yako, huo mchuzi unaotoa harufu, jirani yako akaipata, wewe umemgawia kidogo, huko ndo kuiandaa kesho yako. Bali siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamwachia Aisha mbuzi amuandae kwa ajili ya kitoweo. Rasulullah anarudi, anasema, vipi kitoweo chetu? Anasema, ya rasulullah mbuzi wote nimemgawa, isipokuwa kimebaki kidogo tu, kimguu kidogo tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sema, mbuzi wote nimemweka sto, nimemtunza isipokuwa kimepotea kidogo, kimguu. Kwani hiki tunachokila hapa, basi kimekwisha, lakini hichi ulichokitoa sadaka, ambacho umewapa maskini nao wakafurahi, ndicho kitakachotufaa kesho, ala kulli hali. Mtume sallallahu alayhi laihi wasallam katika hadithi nyingine aliwaita ndugu zake kwa majina akafikia akamwita mwanaye Fatima akamwambia alimwita Safia akasema ya Safia la ugni anki min Allah shaia ewe shangazi yangue mimi kufahamu sitakusaidia chochote kwa Allah akamwita ya Fatima ewe Fatima E hey, mwanangu Fatima, salini min mali, niombe chochote katika ninavyovimiliki mimi, wala ughni anki min Allahi shaia, lakini fahamu kwa Allah, kila mmoja atabeba mzigo wake, sitakusaidia chochote kwa maana. Anamwandaa mwanaye, aandae na yeye katika zad, katika hazina zitakazomsaidia mbele ya Allah, siku ambapo hakuna cha kumnufaisha mtu isipokuwa ni kwenda kwa moyo uliosalimika.